Muundo huu wa sahani ndiyo husababisha upungufu wa vitamin ADK. Vitamin hizi kwa kitaalamu tunaziita fat soluble vitamin, ni vitamini ambazo zinapatikana katika vyakula vyenye mafuta, na mafuta husaidia kuongeza ufyonzaji wa vitamin ADK. Vitamin ADK huwezi ukaipata kwa wingi kwa kula ugali mkubwa, kwa kula mboga za majani kiasi hiki. Ukitaka kupata hizi vitamini hakikisha unapendelea kula samaki, kuku, mayai kama mlo mkuu. Sasa wangapi tumekuwa tukila mpangilio huu wa sahani kwa miaka mingi? Ndio maana tunapungukiwa vitamini ADK, na unahitaji kutumia at least kwa miezi mitatu ili uweze kurudisha upungufu ambao unakusababishia maradhi sugu kwa muda mrefu. Kirutubisho hiki cha vitamin A D K chenye mchanganyiko wa vitamins tatu utaua ndege wengi kwa jiwe moja. Nimekuwa nikitumia kwa takribani kama miaka miwili, nimeona maajabu makubwa sana katika mwili wangu. Vitamin D ni vitamin ambayo inahamasisha ufyonzaji wa madini ya kasham kutoka kwenye utumbo mwembamba na kuleta katika damu, na hivyo basi tunahitaji vitamini zingine ambazo zitasaidia hii kalsiamu ambayo imefyonzwa iweze kutumika katika mwili na ile inayobaki iweze kuhifadhiwa. Hivyo basi vitamini ADK inasaidia kuimarisha mifupa, kuimarisha meno kuimarisha kinga ya mwili na mambo mengi mengi. Nataka nikuoneshe faida za vitamini ADK yaweza kuwa na wewe unahitaji katika afya yako ya kila siku. Moyo wako umekuwa ukidunda ovyo ovyo na umekuwa ukijihisi labda unachembe moyo kutokana na maumivu ambayo umekuwa ukiyapata upande wa kushoto. Vitamin ADK inaweza kukusaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa sumu ambazo zinaathiri mishipa yako ya damu na utendaji kazi wa moyo. Umeambiwa mishipa yako ya damu kipenyo kimepungua na umeanzishiwa dawa za shinikizo la damu. Vitamin ADK inasaidia sana kufungua mishipa yako ya damu na kukuacha huru presha yako ikiwa iko kawaida kama ya mtoto mdogo. Umekuwa ukisumbuka na maumivu makali wakati wa hedhi, hedhi nzito na kila mara umekuwa ukifanyiwa upasuaji wa uvimbe katika kizazi na umeambiwa pia mayai yako hayakomai vizuri, yaani una polycystic ovary. Vitamin ADK itakufaa sana. Umekuwa ukisumbuka na matatizo ya aleji zisizokoma, mafua yasiyokoma, vinyama puani, kifua kubana pale hali ya hewa inapobadilika au umekunywa maji ya baridi, nikwambie, Vitamin ADK itakufaa sana. Hauna presha, hauna maradhi ya moyo, lakini kichwa kikukamata, kinakuuma sana katika utosi, kiasi kwamba hata kufumbua macho huwezi, kuendesha gari huwezi. Umekuwa ukikiita kipanda uso, siku zote umekuwa ukikituliza na dawa za maumivu.